Tusichanganye na watu wa siasa, wakati jaza maneno mpaka tutaona kwamba twadhulumiwa kweli. Hebu tutoke kwenye taa ya viongozi, madhara yake ni makubwa mno. Madhara yake ni kuja kuwa wakimbizi sisi, ambayo sasa tuko huru, tutakuwa wakimbizi vijipunde, kama tukifanya mchezo. Kwa nini huruju an taati ulatulahi kutoka kwenye taa ya viongozi kwa maneno ya wanasiasa ya kushinikizana na kulazimishana kwamba tusikubali, tusikubali, tusikubali. Tusipokubali haya, tumetoka wao. Wakishamaliza kushachafuka tiari, watu wanapanda ndege, hao waenda kwa kwa jamaa zao. Tuko wapi, ewe mwananchi, ewe raia? ili Uislamu zinguka. Uislamu haya, Uislamu ni amani, Uislamu unatulingania amani. Hakuna kilichowapelekea ndugu zetu wa nchi jirani, ndugu zetu wa Sudan, mpaka hivi sasa wanaishi kama vile wakimbizi, isipokuwa ni kutoka kwenye towa viongozi.